Una shida gani mambo? Alaba mambo, habari za siku. Mkae kimya, msija. Kama ni hivyo nihivyo

au mwandishi inabidi ubadilishe, ionekane nimemletea huku, mwingiza kwenye mtego, maana kin hataki kabisa

Aen, unaingia kama kwa unaingia. Anaingia, wasubiria, uko tayari Sound. Lama Action. Ahen. na tunavozungumza mimi na wewe sasaii, weaa, hivi tunavozungumza kuanzia sasa hii, mimi na wewe, hakuna biashara kati yangu mimi na wewe au mimi nani. Kwa hiyo mara ya mwanzo na mwisho kuja hapa tena, kwa sitegemei

Mawa tuna shuti, mawa tuna shuti, kazi na dawa. Okay, kwa wende tuna futu. Ok, after shot. Mawa tuna kwa. Uko vizuri. Umependeza menga. Mependeza kwa ito. Ehe, after shot. Sound. Kamera. Action.

Okay, sauni. Tuna shoti kamera namba ishirini na tisa day one. Ache, karibu sana shoga. Asante rafiki yangu Maduma, nyumba yako pazuri sana tena, mm -hmm. sana nimependa mapambo <sighs> Mamaduma.